Lakini sasa hivi nimeamua sasa tu tungije moja kwa moja. Ni changamoto ni nyingi katika ndoa, lakini bila Yesu, bila msaada wa Mungu, hamwezi kufika hamwezi kufika. Kwa hiyo wapendwa wote ambao mko ndani ya ndoa na wengine ambao wanatarajia ni safari ndefu ambayo nataka umshukuru Mungu na umtegemee sana Mungu, eh, hawezi kukufikisha pale ambapo kwa unatamani ufike. Amina. Kwa hiyo nashukuru kwa uwepo wenu na kusalimiana siku ya leo njema, niatakie ibada njema. Amina.